Zipo ngome ndani ambazo zimeshikilia watu Amina. Kuna familia ambazo hawaolewi, ni kweli, wao ni kuzalia nyumbani wote. Kuna familia ambazo hawaolewi, wao ni kuzalisha kila mtaa Amina. Hawaoi kuanzia kaka mkubwa mpaka mdogo, ndio kuanzia wajomba mpaka baba wadogo Amina. Hawaoaji wao Amina. Manake kwao kuna ngome zimewashikilia ndio, zimewakamata hawaruhusiwi kuoa. Amina, wengine hawaolewi kwenye familia zao, manake kuna ngome zimewashikilia. Amina, vitu visivyoonekana ni dhahiri na vipo na vinafunga watu wasipiga hatua. Amin, watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa sana. Leo nakuletea maarifa haya ya kiroho ili Mungu apate kukufungua maarifa, ili upate kusimama uyapokee. Tunaambiwa leo tuyafuatilie sana ndio yale yasiyoonekana. Amina, kwa kuwa yale ni ya milele. Ndio, ukishaambiwa kitu ni cha milele hujue hiko ndio kitu muhimu zaidi. Ni kweli, mwili wetu uki uki. Uh, unapoambiwa unapo mtu amekufa maana yake ni kwamba mwili ndio umekufa. Amina. Roho imetoka inarudi kwa Bwana, ndio maana yake roho ni ya milele. Roho haifi, haifi. Amina. Haleluya. Amen. Roho ilitangulia ndio, alafu mwili ukatengenezwa, alafu ile roho ikaingia kwenye mwili, ndio wewe ukaanza kutembea. Amina. Jitafakari sana, vita za ulimwengu wa roho ndio vita halisi ya maisha bora. Mtu akupiga ngumi ndio katika mwili kuliko akupige ngumi katika ulimwengu wa roho. Amina. Yani, kwenye ndoto ukiota watu wanakukimbiza na mapanga wanakuchoma, hiyo ni hatari zaidi ni kweli ya kupigwa na mapanga hapa duniani. Amina. Mara mtu mwingine akiota ndoto anaona makimbizwa na viumbe mambwa majoka, anapostuka anaona afadhali, kumbe ni ndoto Anapuuzia, anapuuzia. Amina, usipuuzie hiyo ndoto, hiyo ndio uhalisia wenyewe wa maisha yako. Amina, hiyo ndio vita halisi unakimbizwa. Tumeambiwa hapa hatupigani katika